Nipo katika mtaa wa Nyakarekwa wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Nipo katika banda la Nyaka soka hapa. Saa kumi kamili ilikuwepo mtanange baina ya Simba Sports Club ambao walikuwa wakicheza dhidi ya Stellenbosch na tukashuhudia matokeo yakiwa ni moja kwa sifuri, Simba akipata ushindi wa goli hilo moja kwa sifuri na mashabiki kupata maoni yao, namna gani mtazama mchezo wa leo, lakini yapi matarajio yao kuelekea katika mchezo wa pili tarehe ishirini na saba wiki ijayo. Nipate maoni sasa, mashabiki yapi ambayo wanatazama kuelekea mchezo wa pili. Niko na shabiki wa Simba Sports Club nene, nikazungumza naye sasa, anauzungumziaje mchezo wa hii leo, lakini pia yapi matumaini yao? Ndugu yangu unaitwa nani kwanza? naitwa Ma Matias Matsu, utazamaje mchezo wa hii leo ambayo Simba Sports Club amepata uh, ushindi wa goli moja kwa sifuri. Uh, mchezo ulikuwa mzuri, na ukijaribu kutizama kipindi cha kwanza, Simba alijaribu kuchukua mchezo kwa asilimia kubwa sana. Uh, lakini mpinzani amekuja kuli kipindi cha pili kidogo amejaribu kucheza akiujuma, mchezo ulikuwa mzuri tunaona sasa mmepata ushindi wa goli moja. Je, matumaini sasa kuelekea katika mchezo wa pili, unayonaje? Simba anaweza kufuzu sasa kwenda hatua ya fainali? Ah, mimi kama shabiki wa Simba mm. Uh, matumaini ya kufuzu nipo nayo kwa sababu ni michuano hii, ni hesabu, ni hesabu, aweza ukashinda tano kumi, lakini ni mahesabu yako ndio ilivyojiwekea. Kwangu mimi kama shabiki wa Simba, anayo nafasi kubwa ya kucheza fainali, na tunacheza fainali na kombe la Tanzania hapa hapa. Uh, unauonaje sasa mchezo ujao? Timu hii ipo ndani ya uwezo wetu kama wana Simba, timu hii ni ndogo haitusumbui chochote. Huyu tutamtandika pale pale kwaoini hata mbili zero kabisa, hivi wewe, tunamweza sana. Asante sana, niko na shabiki mwingine wa Simba Sports Club, naye atakwenda kuzungumza na watazamaji mchezo wa leo. Lakini yapi matumaini kuelekea mchezo ujao, ndugu yangu? Kwanza unaitwa nani? Naitwa Mabudu Mali. Mabudu, wewe ni mtazamaji mchezo, lakini ushindi huu unauzungumziaje? tumeshinda lakini kwa mchezo wa leo shini magoli matatu, magoli matatu kabisa, lakini hawa wamezingua, awa wamezingua, atamezingua e, mechi kama ananili hawa hawa, ile wamempiga chenga goli kipa, alafu anapiga nje, amezingua kinoma.